Na mtazamaji, tukiachana na tukia hayo, ni kwamba huku serikali inapozungumzia mpito wa asilimia 96 ya wanafunzi wa gredi ya 10 walioripoti shule, baadhi ya wanafunzi bado wamesalia nyumbani kwa kukosa karo. Msichana mmoja kaunti ya Kajiado ni miongoni mwa wanafunzi waliokosa karo na mahitaji mengine kujiunga na sekondari ya juu. Haya yanajiri huku washikadau wa elimu wa wakipinga takwimu za serikali wakidai nusu ya wanafunzi bado wako nyumbani. Wili Lusige ana kina cha taarifa hiyo. Anita Momeo aliyekamilisha masomo ya sekondari msingi sasa anasafisha mitungi ya maziwa pamoja na mamake katika eneo la Ilbisil, kaunti ya Kajiado. Hii ni baada nyumbani ya kurejeshwa nyumbani aliporipoti shule ya sekondari ya wasichana ya eneo Matasiani. Alirejeshwa nyumbani kwa kuwa hakuwa na karo wala mahitaji muhimu, akibaki na madaftari ya kuandikia pekee. Hata hivyo, ndoto yake ya masomo bado haijazimika. Kila wakati naamka na, na kila siku asubuhi naenda na mmangu na kazini, kwa sababu napoona wenzangu wakienda shuleni naanza kupoteza matumaini kwamba sitaenda shuleni tena. Kwa hivyo naomba msaada ili mweze kunisaidia niweze kwenda shuleni. Mamake, ambaye ni mzazi wa pekee, anasema amefanya kila awezalo bila ya mafanikio, hali ilo mlazimu kubaki nyumbani na binti yake bila kujua hatua atakayoichukua. Mapato yangu iko chini, sasa yezilipa hiyo school fees? Naomba tu nisaidiwe. Masaibu kama haya pia yamewakumba wanafunzi wengine. Emmanuel Tangat kutoka Dandora alipata nafasi katika shule ya wavulana ya kitaifa ya State House lakini alikataliwa kutokana na ukosefu wa karo na sare. Nimeenda huko mara ya kwanza, nikaambiwa unawezaje leta mtoto shule bila school fees. Nimekaa almost two weeks, nikasikia watu wakisema president ametangaza watoto wapelekwe shule na uniform yenye walikuwa nayo So nilienda tena kwa hiyo shule wakaniambia mtoto atakula nini na atavaa nini. Nikaambia ako in full uniform yenye alikuwa nayo huko. Katika kaunti ya Nandi, hali ilikuwa tofauti kwa Susan Chepto ambaye alifika katika kituo cha polisi cha Kapsabet kuripoti kushindwa kujiunga na shule kutokana na umaskini. Maafisa wa polisi walimchangia na kuhakikisha amejiunga na grade ya kumi. Tunampatia whatever that she is about to, to be given

Washikadau wa elimu wanasema takwimu alizo nazo zinaonyesha zaidi ya asilimia 50 ya wanafunzi hawajajiunga na gredi ya kumi, wakidai agizo la serikali halijaambatana na mikakati madhubuti huku wanafunzi wengi waliopania kujiunga na shule za upili za juu hususan gredi ya kumi wakiwa tayari wamefanya hivyo, wengi wao angali wamesalia nyumbani, wasijue ni kipi cha kufanya, wakililia serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba wataweza kujiunga na sekondari za juu. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika mtaa wa Dandora.